Robert ni mwanafunzi wa Chanziki Secondary School, shule iliyopo wilaya ya Kisarawe wa Pwani. Kwa kweli kwa tunawashukuru sana, siku ya leo tumepata nafasi ya kutembelewa na wageni wetu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria chini ya kampeni ya Mama Samia. Wageni hao wametupa fursa tofauti tofauti, wameweza kufundisha juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, kutueleza haki zetu za kimsingi na namna gani ya kuweza kufikisha taarifa hizo kwa wakati na maelekezo ni wapi twende. Tena wameweza kutuaminisha kwamba tu ni watu wenye kujiamini, kwa sababu wengi wetu walikuwa wakishindwa kujiamini, wakiogopa kwenda polisi. Kwa kweli nafasi hii tutaifanyia kazi kwa sababu wametuelimisha, na tunawaahidi tutakuwa mabalozi wazuri kwa wenzetu na kwa jamii zetu husika. Na pia tunaomba kampeni hii sio mwisho tu, iwe endelevu kwa sababu baada ya sisi kuna watoto zetu, kuna watu zetu wadogo zetu tunaomba kampeni hii iweze kuendelea na itakuwa msaada kwa taifa na kwa jamii ka